Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Tume ya Madini imeendelea kudhihirisha uwezo wake katika kusimamia kwa ufanisi sekta ya madini nchini hatua inayopelekea mafanikio makubwa kiuchumi kupitia ukusanyaji wa mapato na mchango wa sekta hiyo kwenye Pato la Taifa. Akizungumza na vyombo vya habari, katibu mtendaji wa Tume ya Madini, injinia Ramadhani Lwamo, amesema kuwa tume hiyo imeweka historia mpya katika ukusanyaji wa maduhuli, ambapo katika mwaka wa fedha 2023/2024 ilikusanya jumla ya shilingi bilioni sabi bilioni 753.82. Kwa mujibu wa Injinia Lwamo, katika mwaka wa fedha unaoendelea wa 2024 kwa 2025, tume hiyo tayari imekusanya shilingi bilioni 833 hadi kufikia mwezi huu wa Aprili ikiwa ni sawa na asilimia 83.3 ya lengo la makusanyo ya shilingi tirioni moja huku miezi miwili ikiwa bado imebaki kukamilisha mwaka wa fedha. Aidha, Injinia Lwamo amebainisha kuwa sekta ya madini imeendelea kuwa muhimili wa maendeleo ya uchumi wa taifa ambapo mchango wake kwenye Pato la Taifa GDP umeongezeka mwaka hadi mwaka. Mwaka 2022, sekta hiyo ilichangia asilimia 7.2 ya GDP. Mwaka 2023, mchango huo ulipanda hadi asilimia 9.0, na mwaka 2024 umefikia asilimia 10.1. Tume ya Madini inaendelea kujipanga kwa ajili ya kuongeza ufanisi zaidi kupitia uboreshaji wa mifumo ya usimamizi, ufuatiliaji wa shughuli za uchimbaji na kutoa elimu kwa wadao mbalimbali ili kuongeza uwazi, uwajibikaji na tija katika sekta hiyo muhimu ya kiuchumi. Kwa mafanikio haya, sekta ya madini imeendelea kuonyesha kuwa ni nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania na chachu ya maendeleo endelevu ya Dodoma.